BBC imetoa kipindi ambacho ndo kinahamasisha sio, ndo maandamano na fujo, hmm. Kwani ufikiri buguruni mbali? tumeelewana vizuri. Bugurani si mbali, tumeelewana vizuri eh? Vizurina e, kwa hiyo kupitia <coughs> jambo hili Mwenyezi Mungu atusaidie sana. La mwisho kwa sababu ahadi yetu saa tisa tunafunga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 nimeagiza kitu fulani, nadaiwa kitu fulani, nafanya hivi. Yani uongo uongo, mtoto alikuwa anaumwa na hivi na hivi. Umeelewa? sawa sawa. Ukienda huko eh, sijui nilipofika pale, mama aliniagiza. Yani kila siku kuna kamchango, kila siku kuna kamchango. Ukisahau pesa kwenye kwenye nguo huikuti. Kila saa yeye anawaza tu na nini, mbona hujanipa, mbona hujafanya hivi. Yani unakuta ili acheke na wewe pochi lako liwe limetema. Wanawake hawa wajuzi tulivyokuwa ndani hatuna kitu, ndio palichimbika huko nje tutu tuombe, si utoke tu bwana, kwani walokuwepo huko nje sio wanaume? hutu amna wa. Mwanamke anayekupenda anapenda muda wako, mwanamke ambaye hajakupenda anapenda michuzi yako pesa zako wewe mwenyewe ungari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 Unamua kisaikolojia, anaona huu mtihani, na usishangae kama mtu mkewe anaye, basi kipointi hichi ndio atamsukumia hii message. Hilo lina kera. Sehemu ya pili, kwa pani hizo, ni sehemu za faragha. Ah, sehemu ya tatu kwenye nafsi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 Almoya mumeo asione kwake kutoka kwako kitu kinachochukiza. Wanawake hasa akizaa anakaa ovyo, kanga inafungwa kizee, inafungiwa tumboni, akijulikani kiuno kiko wapi, mwili uko wapi, zee zee tu kujiweka ovyo.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 we ukiingia unavisikia kwenye nyumba za Wahindi na Waarabu tu huko na Somali, ndio unasikia. We usikii, ukija kwako unasikia uvundo tu. <laughs> viatu vinanuka vipo kule. Habari kubwa, habari kubwa. Yule ukilala sehemu chaf chafuchafu, hata ndoto nzuri wote. Chumba kikiwa kisafi, unaota huko Masaki, unapanda ndege na nini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 Bwana, kuna kondoo alikaa hapa. Perfume ni muhimu sana lakini wewe umetembea na kanzu na tisheti imeloa mpaka imekaukia humo humo, na umekomaa nao siku tatu, uko na boksa siku sita hujaibadilisha. Na wanaume wengi wakirudi ndani hawaogi, ana ananawa miguu tu kitandani na ule wake anywe chai anywe kahawa asubuhi, akisha kunywa kahawa ndo mswaki atopiga tena, ndo ishatoka hivi. Tunakerana usafi. Mtu mirankole ukimtizama tu, hata ule uvaaji wake, atapaka wanja kidogo, atachana ndevu kidogo, atakuwa smart. Hasa hii jumaa ya leo utafikiri kibaka katoka msikitini.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 Yani huwezi kumwelekeza jambo, yeye anajua zaidi ya wewe, ana kelele hatari. We nisikilize kwanza! Mwisho unakuta yanatawala makofi humo ndani, atiwa kofi. Unajua kanyamaza, akishanyamaza akipoa, anaanza moto. Nakwambia eh bwana, mnawahubiri ndani eti mtu na mkewe, wanaume wapendi mwanamke anayeongea sana, anakondesha, anakondesha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 wanasema ana kipando chake, sio bodaboda, anapanda simba. Shekhe ile bakora yake nyoka. Angalia amefikia daraja kiasi gani? Shekhe anamke mtiani. Siku moja wanaenda watu kumuhitaji shekhe, walipoenda kumuhitaji wakamwona mke wa shekhe, shekhe tunamwomba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 jua mimi ni mume wako, usije ukandhulumu haki yangu. Ufatani wako wote usifikie huko. Pili, waheshimu wazazi wako. Siku miongoni mwa siku, ule mwanamke anachambua maharage hivi, akamwona kuna walii wa Allah, anapaa hewani, anatua kwenye nyumba, anatua kwenye nyumba. E, e, mashaallah.